Yes, mambo vipi wana michezo wa sawa sawa digital. Ikumbuke kwamba siku ya jana eh, kulikuwa kuna fainali eh, ya muungano kutokea kule Pemba Zanzibar, katika uwanja wa Bombani, ambapo fainali hiyo imeweza kuchezwa na Dar es Salaam Young Africans pamoja na JKU na Yanga kuweza kuwa mshindi na kuweza kuchukua kombe hilo, ambalo goli hilo liliweza kufungwa na Max Nzengeli, noma kabisa mapema kabisa eh, waliweza kushinda, lakini pia eh, mchezo huo uliisha kwa bao moja eh, kwa bila na kusababisha kwamba Yanga waweze eh, kuchukua kombe. Sasa ikumbuke kwamba tarehe 8 ya mwezi wa tatu mwaka 2000 25, ndipo ilitakiwa dabi ya Kariakoo iweze kuchezwa, yani Simba na Yanga. Lakini pia kuna e, tofauti tofauti ambazo zilikuwa zimetokea, maana Simba wanasema kwamba wao e, walizuiliwa na mabango wa Yanga kuingia kufanya mazoezi, lakini pia Yanga nao wakaja wakasema kwamba e, Simba walikuja, e, ku, walitaka kuja kuroga kwa sababu walikuja na basi ambalo lilikuwa limejaa mbuzi pamoja na wazee na inasemekana kwamba hao wazee wote walikuwa wana kimo sawa yani, kimo kimoja wote ambao walikuwa wamekaa hivyo, stories zikawa ni nyingi. Yanga pia katangaza kwamba kugomea mchezo huo kwamba hawatacheza tena na ikapelekea mpaka wao kuweza kuipeleka kesi hii e, katika CAS ambapo ni moja kati ya vitu ambavyo au shirika ambalo linaweza kusolve kesi hizi za mipira kutokea hapa barani Afrika. Sasa niko na taarifa ambayo inahusu CAS. Sasa Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS imetupilia mbali kabisa rufani ya rufaa ya Yanga e, yenye kumbukumbu namba kasi 2025 mkwaju A, mkwaju 11298 ambayo klabu hiyo iliweza kufungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania yani TFF kuhusiana na mchezo wa nambari 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africans dhidi ya Simba ambao unatakiwa kuchezwa siku ya tarehe nane ya mwezi wa tatu. Sasa walalamikiwa wengine katika shauri hilo ambao pamoja na mengi ya klabu ya Yanga liliomba mechi tajwa hapo juu isipangwe tarehe mpaka litakapotolewa uamuzi na bodi kuu cool ya Tanzania yani TPLB na klabu ya Simba. Lakini pia kutokana na uamuzi wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea kuwa na maandalizi ya, ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu yani NBC 2024 25 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi kuu ikiwemo mchezo wa na nambari 184 yani Yanga dhidi ya Simba, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Imeweza kutolewa na idara ya eh, mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, siku ya jana tarehe moja ya mwezi wa tano mwaka 2025. E, sasa stories zimekuwa ni nyingi, kwamba mbona Yanga aliweza kupeleka malalamiko hayo huko wakidhani kwamba kesi hii itaweza kusomwa, lakini pia Simba anaweza kuchukuliwa hukumu na ambayo hukumu hiyo ilikuwa ni Simba kuweza kuchukuliwa alama 15 ambazo yuko nazo kwenye msimamo wa ligi. Sasa e, watu wengi walikuwa na matumaini hayo, lakini pia Yanga mara baada ya kuweza kupeleka kesi yao huko walijua kuna mazuri ambayo yanaweza kuja. Sasa na taarifa imetoka kwamba imeweza kutupilia mbali kesi hiyo na e, TFF italazimika kutangaza tarehe mpya ya mchezo huu, na inasemekana kwamba e, mchezo huu wa Yanga dhidi ya Simba utachezwa tena. Yapi maoni yako? Endelea kusubiri kwamba siku gani tarehe itaweza kupangwa, e, kutokea hapa Tanzania, lakini pia kutokea katika ligi kuu NBC Premier League. Lini kibungi hii itachafuliwa kutokea hapa, hapa. Itachezwa e, Stadium Benjamin Mkapa kama marekebisho yatakuwa yamekwisha kuisha, tayari itakuwa poa kabisa. Mchezo huu kumbuke kwamba mwenyeji atakuwa ni Young Africans. Yapi maoni yako kuhusiana na swala hili? Drop comment yako utakometisha kinoma kinomanoma zilidadi kabisa tasmanemna. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.